Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa Saint Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku leo Ijumaa, juma la 32, kipindi cha kawaida mwaka che mwaka wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha hekima ya Suleimani sura ya 13 aya ya 1 hadi ya 9, na somo la injili linatoka injili ya Luka sura ya 17 aya ya 26 hadi ya 37. Karibu tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Luka sura ya 17 aya ya 26 hadi ya 37. Yesu aliwaambia wanafunzi wake na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa hata siku ile Nuhu alioingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Na kadhalika, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, walikuwa wakila na kunywa. Walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga, lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodoma, kulikunya moto na kibereti kutoka mbinguni vikawaangamiza wote. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa mwana wa Adamu. Katika siku ile aliye juu ya dari na vyombo vyake vimo ndani ya nyumba asishuke ili kuvitwaa na kadhalika. Aliye shambani asirejee nyuma. Mkumbukeni mkewe Lutu. Mtu yoyote atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na yoyote atakaye iangamiza ataiponya. Nawaambia, usiku huo watu wawili watakuwa katika kitanda kimoja, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga pamoja, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Wakajibu wakamuuliza, wapi Bwana? Akawaambia, ulipo mzoga ndipo watakapokutanika tai." Neno la Bwana. Sifa kwako e eh, Kristo. Wapendwa katika Kristo, tuungane kwa pamoja katika tafakari ya injili tuliyoisikia hivi punde. Katika Injili ya Luka sura ya 17 aya ya 26 hadi ya 37, Yesu akiwa pamoja na wanafunzi wake akiwaambia juu ya ujio wa pili wa Bwana Yesu Kristo. Yesu anaanza kwa kuwakumbusha yale yaliyoweza kutokea katika Agano la Kale, kuwa Nuhu alivyokuwa akiwahasa juu ya ya kukengeuka katika kuyaishi maongozi ya Mwenyezi Mungu na kumuhasi Mungu ndipo Mungu anapoamua kushusha gharika na kuwaangamiza. kugirejea katika kitabu cha Mwanzo sura ya saba aya ya saba hadi ya kumi na mbili. Pia, Yesu anazidi kuambia juu ya anguko la mji wa Sodoma baada ya watu kumuhasi Mungu na kuanza kuishi kwa matakwa yao. Jambo hili linamchukiza Mungu na kufanya Mungu kuangamiza mji huo kwa mvua ya moto. Kirejea pia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 19 aya ya 23 hadi ya 25. Yesu anawaambia wanafunzi wake jinsi ile siku ya ujio wa pili wa Mwana wa Mungu. Yale mambo yatatokea ya kama yale yaliyoweza tokea siku zile za Agano la Kale, kuwa atapia yule ambaye atatamani kujikomboa kwa nguvu zake mwenyewe ataangamizwa. Ndugu zangu, somo hili linatuhasa kuyaishi maongozi ya Mwenyezi Mungu, hasa kwa kuzishika amri zake kiongozwa zaidi na ile amri kuu ya upendo upendo uwe ni chanzo cha kuzitii na kuziishi amri za Mwenyezi Mungu. Pia sisi kama Wakristo tunapaswa kuyatanguliza maisha yetu kwa Mwenyezi Mungu, tutambua kuwa yeye hana mwanzo wala mwisho. Katika yeye tutaishi maisha ya uzima wa milele Daima maisha yetu katika safari ya mpito hapa duniani yatusaidie kujiandaa kuyaishi maisha ya milele huko mbinguni, kitambua kuwa Mungu ndiyo kimbilio letu. Katika somo la Injili pia tunajifunza kuwa imani yetu itusaidie tumjue Mungu, tumpende Mungu, ili mwisho tuweze kupata uzima wa milele. Daima imani, imani yetu isiyumbishwe na makelele ya kidunia kitazamia kuinua mioyo yetu mbele yake, kwa yeye ndiye mkuu, yeye ndiye faraja ya kweli, na pia yeye ndiye upendo wenyewe. Hivyo wapendwa katika Kristo, kama kitabu cha waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote ile sura ya tano aya ya nane hadi ya tisa inatukumbusha kuwa tuwe wana wa kiasi na kukesha kwa kumshtaki We, tuwe wana wa kiasi na kukesha kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi, kama simba au ngurumai, zunguka zunguka, akitafuta mawindo. Nanyi mpigeni huyo mkiwa thabiti katika imani. Imani yetu ya Ukristo itudhihirishe na iadhihirishe katika maisha yetu kwa matendo. Kumbe tuzidi kuomba neema ya Mwenyezi Mungu itusaidie katika kuishi imani yetu kiongozwa na upendo wa Mungu Baba, ili daima tuweze kuwa maujaji katika matumaini. Pia tumuombe Mungu maisha yetu yaongozwe kwa mfano wa maisha ya Mtakatifu Didas ambaye kupitia upendo wake moyo wake katika sala na moyo wake wa kujitolea aliwasaidia wengi ambao walikuwa wagonjwa kurejea katika afya njema. Hivyo basi, kwa mfano wa maisha ya Mtakatifu huyu yatusaidie tuweze kuwa watu wa sala, watu wenye njaa ya upendo na kwa majitoleo mbalimbali kwa wale wenzetu wasiojiweza. Pia tuungane kuliombea taifa letu, haki na amani, kitambua kuwa amani ni tunda la upendo pamoja na hayo mtakatifu Gaspari anazidi kutuhasa kuwa tutafute ukamilifu katika maisha ya kiroho na katika upendo wa kao kwa Kristo. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Evans Mtayoba wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya mtakatifu Gaspari.